Baada ya wiki kadhaa za mvutano wa kisiasa kuelekea doa ya kombe la dunia la FIFA 2026 na mbele ya rais wa Marekani Donald Trump, hatimaye macho yakahamia kwenye soka wakati huu, wakati hatima ya timu shiriki ikijulikana katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu wa Marekani, Washington District of Columbus. Rais wa Marekani Donald Trump, waziri mkuu wa Canada Mark Carney na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum walihudhuria kama viongozi wa mataifa matatu wenyeji, huku mji mkuu wa Marekani Washington DC ukiandaa hafla hiyo katika kituo cha Kennedy siku ya Ijumaa Disemba 5, draw ya kombe la dunia. Rais wa FIFA yani, Infantino alimtunuku rais wa Marekani Donald Trump tuzo mpya ya amani ya FIFA, nafasi ambayo Trump alikuwa akitajwa kwa mshindi mtarajiwa tangu kutangazwa kwa tuzo hiyo mwezi Novemba mwaka huu. Baada ya tukio hilo, hatimaye timu shiriki kutoka mabara yote, Algeria imefuzu kwa mara nyingine, wakati Kevede, taifa lenye watu wachache zaidi barani Afrika, imefuzu kwa mara ya kwanza, lakini Misri ikana, Ivory Coast Moroko Senegali Afrika Kusini pamoja na Tunisia ni kutoka barani Afrika, wakati barani Asia kuna Australia ambayo ilijiunga tangu mwaka elfu mbili na sita kwa maana ya shirikisho, lakini taifa lingine la Irani, Japani nayo na Jordani pia imefuzu kwa mara ya kwanza kabisa kutoka katika ukanda wa Asia, wakati Katal, Saudi Arabia, Korea Kusini na Uzbekistan zikifuzu kwa mara nyingine, lakini Uzbekistan nayo na kutoka barani Asia inafuzu kwa mara ya kwanza. Mataifa ya Ulaya yaliyofuzu ni pamoja na Australia, Ubelgiji, Korasia, Uingereza, Ufaransa Ujerumani Uholanzi Norway Ureno Scotland, Hispania pamoja na Uswizi. Wakati taifa pekee la New Zealand ndio lilofuzu kutoka kwenye nchi za ukanda wa bahari na mataifa ya Amerika ni pamoja na Argentina mabingwa watetezi, Brazil mabingwa wa muda wote wa kombe hili la dunia, lakini kuna Colombia, Ecuador Paraguay Uruguay na taifa dogo zaidi katika eneo hilo Kurakaw ambacho ni kisiwa kilichofuzu kwa mara ya kwanza kabisa, ndiyo taifa lenye watu wachache zaidi duniani. Lakini taifa la panama Haiti Marekani pamoja Mexico na Canada nayo yamefuzu kwa sababu ya kuwa waandaaji. Hafla ambayo iliyokutanisha viongozi na watu muhimu zaidi duniani ndiyo ikakamilishwa kwa kutolewa kwa makundi ambapo kundi yei kuwa na Mexico, Korea Kusini, Afrika Kusini pamoja na mataifa mengine ambayo yatafuzu kutoka kwenye mtoano kati ya mataifa ya Denmark, Macedonia, Jamhuri ya Czech pamoja na Ireland ya Kaskazini. Kundi B kuna taifa mwenyeji Canada, Uswizi, Qatar pamoja na moja kati ya Italy, Ireland Kaskazini, Wales na Bosnia na Herzegovina. Wakati kundi C kuna mabingwa muda wote ambao ni Brazil, lakini pia kuna taifa waliowakilisha vizuri 2022 Moroko, kuna Scotland na Haiti. Kundi D kuna mwenyeji Marekani, kuna Australia, Paraguay pamoja na moja kati ya Uturuki, Romania, Slovakia pamoja na Kosovo. Wakati kundi E kuna Ujerumani, Ecuador, Ivory Coast pamoja na taifa jipya kabisa kwenye michuano hii ambayo ni Curacao. Kundi F kuna Uholanzi pani Tunisia pamoja na moja kati ya watakaofuzu kutoka kwa Ukraini, Sweden, Polandi na Albania. Kundi jii kuna Ubelgiji, Irani, Misri na new Zealand, wakati kundi hechi, kuna Hispania, mabingwa wa elfu mbili na kumi hawa, lakini kuna Uruguai, saudi Arabia pamoja na taifa jipya kutoka barani Afrika ambalo limefuzu kwa mara ya kwanza, cape Verde. Kundi ai kuna Ufaransa, Senegali, norway pamoja na mataifa yatakaofuzu kati ya Iraki, Bolivia pamoja na Surinami, wakati kundi ji kuna Argentina, Austria, Algeria pamoja na taifa jipya lililofuzu kutoka katika bara la Asia ambayo ni Jordan. Wakati kundi K kutoka kuna Ureno ya Ronaldo ambao wana kiu kubwa ya kubeba kombe hili na wanapigiwa upatu, lakini mataifa mengine kuna Colombia, Uzbekistani ambao limefuzu pia kwa mara ya kwanza kutoka barani Asia, lakini mataifa mengine yatakayofuzu ni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamaika pamoja na taifa linalojulikana kama New Kaledonia ama Kaledonia mpya, na la mwisho kabisa kundi la 12 ni kundi elo ambalo lina Uingereza, Croatia, Panama pamoja na Ghana baada ya makundi hayo sasa, mchezo wa kwanza wa ufunguzi unaturudisha mpaka mwaka elfu mbili na kumi pale Afrika Kusini, ambapo tulishuhudia wenyeji Afrika Kusini wakifungua mchezo wa kwanza wa michuano hiyo elfu mbili na kumi kati yao dhidi ya Meksiko. Na wakati huu imejurudia, wakati ule mwenyeji alikuwa ni Afrika Kusini, lakini wakati huu mwenyeji atakuwa ni Meksiko, ambaye atafungua dhidi ya mgeni wake Afrika Kusini mnamo Juni kumi na moja elfu mbili na ishirini na sita katika jiji la Mexico City kama katika mchezo wa ufunguzi wa Afrika Kusini miaka kumi na sita iliyopita. FIFA imeamua kurudisha kumbukumbu ya bao la ufunguzi mwaka 2010 ya mkwaju wa kumbukumbu uliowekwa na nyota wa Bafana Bafana Afrika Kusini ambaye kama unamkumbuka ni Lawrence Sifiwe Shebalala wakati wa mechi ya kwanza dhidi ya Mexico. Tofauti na fainali zilizopita, hatua ya mtoano wakati huu itaanza na raundi thelathini na mbili bora ikifuatiwa na 16 bora, baada ya hapo robo fainali na nusu fainali na ndipo fainali. Timu zote nne kila kundi zitamenyana mara moja. Baada ya michezo 68 ya hatua ya makundi, timu mbili bora kutoka kila kundi zitafuzu hatua ya 32 bora na kuungana na timu nane bora zilizomaliza katika nafasi ya tatu. Lakini kutoka kwa maoni ya watu mbalimbali mbali, wanaona makundi hatari zaidi, ama makundi ya kifo yanayotarajiwa ni kutoka kwenye kundi A ambako ndiko kuna Meksiko wenyeji, kuna Afrika Kusini, kuna Korea Kusini na mataifa mengine ambayo hayajafuzu, wakati kundi D, pia kundi pia linaonekana kuwa kundi la kifo fo lenye Marekani, Australia, Paraguay pamoja na mshindi kati ya Romania, Slovakia, Uturuki pamoja na Kosovo. Na kundi lingine kundi G linaonekana pia kuwa kundi la kifo ambalo lina mataifa ya Ubelgiji, Iran, Misri pamoja na New Zealand. Na kundi L lenye Uingereza, Korasia, Panama pamoja na Ghana. Lakini tukirudi kwa tuzo ya amani ambayo alikabidhiwa Donald Trump ambaye alikuwa mshindi wa tuzo hiyo ya amani ambayo pia ni ya kwanza kutoka FIFA wiki chache baada ya kukosa kutoa tuzo ya amani ya Nobel. Infantino alisema kuwa Trump alishinda tuzo hiyo kwa hatua zake za kipekee na za ajabu za kuendeleza amani na umoja duniani. Akimkabidhi tuzo hiyo, Infantino alimwambia Trump kuwa ni medali nzuri ambayo anaweza kuvaa popote aendapo, na Trump muda huo huo akaichukua akaivaa, kama unavyoona kwenye hiyo picha. FIFA ilitangaza tuzo hiyo mwezi Novemba, ikawa na lengo la kutambua wale wanaoleta matumaini kwa vizazi vijavyo na utulivu duniani. Trump amesisitiza mara nyingi kustahidi kupewa tuzo hiyo kwa kudai kuwa amesaidia kusitisha migogoro minane mwaka huu, ikiwemo usitishaji wa mapigano makubwa zaidi yaliyoitikisa dunia mpaka hivi sasa, ambayo bado hajafika mwafaka ya pale Gaza, kati ya Israel na ukanda wa Gaza pale nchini Palestina. Rais huyo ameifanya kombe la dunia kuwa kiini cha muhula wake wa pili wa urais, akishukuru familia yake akiwemo mkewe Melania Trump. Pia alisifu viongozi wenza wa mataifa washirika na kusema uratibu kati ya nchi hizo umekuwa wa kipekee. Alisema hii ni moja ya heshima kubwa zaidi katika maisha yangu, alisema akiongeza kuwa jambo muhimu zaidi, ninataka kuwashukuru nyote na sasa dunia ni mahali salama kabisa. Lakini huenda dunia ikashuhudia maajabu mengine, ambapo nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo ambaye ni mfungaji bora wa muda wote wa kimata taifa, mwenye magoli 143 katika mechi za timu za taifa na michezo 226 licha ya kushiriki kombe la dunia mara tano hajawahi kulitwaa. Lakini kwa upande mwingine, Lionel Messi amesema anatumai kuiongoza Argentina kutetea taji lao, lakini akasisitiza kuwa umri na hali yake ya mwili ndivyo vitakavyoamua nafasi yake. Messi ameahidi kutathmini hali yake wakati wa maandalizi ya msimu ujao na kuamua kama ataweza kuwa asilimia mia na mwenye faida kwa timu ya taifa. Taifa Argentina amesisitiza kuwa hamu yake daima ni ndoto kucheza na timu ya taifa na kutetea taji tena uwanjani. Ikiwa ataweza, basi kwaki itakuwa ni jambo la kuvutia lakini wapi itafanikiwa, basi huenda dunia ikashuhudia mechi za mtoano ikiwakutanisha magwiji wa soka duniani kwa wakati huu, kati ya Cristiano Ronaldo dhidi ya Lionel Messi, yaani kati ya Argentina na Ureno. Wewe kwa mtazamo wako unaona bingwa wa michuano hii ya kombe la dunia 2026 ni nani? Na aje kutoka barani Afrika, timu gani ambayo itatoa kimasomaso kama ilivyofanya Morocco mwaka 2022? Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.